Dani wametoa risala za rambirambi kwa familia ya Bonfes Kariuki huku wakiahidi haki kwa familia zilizoathirika kutokana na ukatili wa maafisa wa polisi. Aidha, wamedokeza kuwa watawasilisha mswada wa kumbandua waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na kuwasuta ama kumsuta Rais Ruto kwa kuwapongeza maafisa wa polisi kutokana na kazi ambao wamekuwa wakiifanya. Mary Chalo na taarifa kamili. Viongozi wa upinzani wakiongoza na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwa Leo hii wameifariji familia ya mwenda zake Boniface Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka 2025. Risala za rambirambi kutoka wenzetu ndugu Rigijii, Martha Karua Fred Matiangi, wale wengine, wengine tulipata nafasi hata kupitia hospitali na tukaahidi kwamba tutashiriki na hii familia. Viongozi hawa wakizungumza, walipozuru nyumbani kwa Bonface, walidokeza kuwa watahakikisha kuwa waadhiriwa wa mauaji ambayo yamekuwa yakitekelezwa dhidi ya vijana na hata wasiokuwa na hatia wanapata haki, kwani wameunda tume ya kuhakikisha haki kwa waadhiriwa hao inapatikana. Tayari tumeamrisha mawakili wetu pamoja na ile tume tumeanzisha juzi ikiongozwa na JB Muturi kuhakikisha kwamba kuna hali ya kuregeshewa heshima waadhirika wa uongozi wa mbaya wa serikali ya Kenya Kwanza. Aidha, wamedokeza kuwa kati ya maswala ambayo yanawafanya Wakenya kushinikiza Rais Ruto kutoka afisini ni mauaji ya kiholela ambayo yamekuwa yakishuhudiwa wakati Wakenya wanafanya maandamano ya kutetea haki zao kulingana na katiba. Kuna sababu ambayo imefanya watu wa Githurai na watu wa Kenya mseme one time, na kati ya hiyo sababu ni mauaji ya vijana wetu. Vijana wetu wanawawa kiholela na polisi wa Kenya na wa Kenya wamechoka umwagikaji wa damu katika taifa la Kenya la vijana wetu wa Jenzii. Viongozi hawa pinzani, wa upinzani wakimsuta Rais Ruto kwa matamshi ya kuwa maafisa wa polisi walifanya kazi nzuri, ilhali familia ya Karioki inalia baada ya kumpoteza mtoto wao kutokana na ukatili wa polisi. Wewe bwana Ruto ulisema tena, the police had done a good job. Leo twauliza bwana Ruto, hii familia ikilia, mtoto wao amekufa. Na huku masaibu ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen yakizidi kuongezeka. Viongozi hawa wamewataka wabunge kupitisha mswada wa kumbandua afisini Murkomen wakati mswada huo utaletwa we are going to demand and we are urging our members of parliament who are bringing an impeachment motion against bwana murkomen ya kwamba we will urge our members of parliament to support the motion for impeachment of bwana murkomen as CS interior Mary Kialo, undugu TV.